Kujenga taifa bora na imara ni jukumu la Watanzania wote. Mimi kama nguvu kazi ya taifa huwa napenda kuanza siku yangu asubuhi na mapema kutimiza ndoto zangu. Mke wangu mimi, ni nani niondoke bila kuacha kodi ya meza. Natumaini hiyo itatosha kwa manunuzi ya sokoni na dukani kwa Mpemba. Asante mume wangu, imefika katika pilikapilika pilika zangu za maisha. Nimefanikiwa kufungua biashara ambayo inakidhi mahitaji yangu na ya familia yangu Sabani, brother. Nifanyie mpango hiyo nauli, niongeze wese chap tuondoke, si kama kawa, kwenye lipa namba. Aa, kama kawa bro. Huo ndio mpango mzima. Kabla wateja wajaanza kujaa dukani kwangu, huwa napenda kupata chai kwenye mgahawa Mama Sara pembeni ya duka langu. Huwa tunatumia muda huu kujuliana hali na kupanga mikakati ya siku. Wateja wangu wanapenda kuja mapema kwa sababu wanahitaji mitungi ya gesi kuendesha biashara zao, kwa hiyo huwa sipendi kuangusha hii imeniletea kuaminika sana na wateja na mauzo yangu kuongezeka kila mwezi. Mimi tayari nimesha skani. Asante, nimepokea. Huwa napenda kutumia mfumo huu kupokea malipo kutoka kwa wateja wangu, kwa sababu sipendi kukaa na fedha taslimu dukani kwa ajili ya usalama. Pia malipo yanaowezeshwa na TIPS ni ya uharaka, urahisi na bei nafuu kwangu na wateja wangu. Kwangu pia inakuwa rahisi zaidi kutumia hiyo pesa kumlipa msambazaji wa mitungi ya gesi, na pia najiwekea hela yangu kidogo kama akiba kwenye akaunti yangu. Kwa kufanya hivi, natengeneza historia ya miamala yangu itakayowawezesha watu wa huduma za fedha kunipatia mkopo kwa ajili ya kukuza biashara yangu. Benki Kuu ya Tanzania na watoa huduma za fedha wamerahisisha maisha yangu ya kila siku na biashara yangu inakua kwa kasi.